Hapa jana akuahpaaa, tumeibiwa, tumechanganyikiwa tu kutokana afa na hili tukio. Tumebiwa TV, tumeibiwa TV, tumebiwa begi langu mi la nguu, ambayo ndani kopo kuna laki moja alafu Simu zetu zilikuwapo zipo chaji simu za smart mbili. Na ilikuwa kwenye mazingira gani? mimi na mdogo wangu tulikuwa tupo chumbani. Ghafla tukasikia mlango unavunjwa, ila kwa kuwa hatukutilia manani, kwa hiyo hatukujua. Baada tukao tunasikia kelele ukumbini, kuna mdogo wetu alikuwa anaitwa Abduli, wakampiga sana Uyo Abdul mwenye yuko wapi? Abdul tumemwisha hospitali. Mm. Mm. Na majambazi walikuwa watatu. Afande matonge. Naam sasa. Ah, Abdul malizana na wananchi. Ah, unajua afande haya matukio siku hizi yanazidi sana hapa mtaani. Wewe tuifanyie kazi. Uh, mnasema naishi mtaa gani? Si tunaishi hapo Kitonga hapo Jujuu. Kitonga ni kubwa hapo Jujuu, mana sisi wageni ndo kwanza tumeamia, kwa hiyo hmm, tupajue vizuri mtaa huku. Poleni sana, asante. Matukio yakiwa anatokea mnatupa taarifa, lakini pia muwe makini na nyie jinsi mnavyojiweka kwa mazingira ya nyumbani kwenu, sawa? S. Sawa, tutawajulisha na tutakuja hapo chukua kitu cha mtu na ujaomba, unaambiwa unavoka pena. kachukuliwa elementi yake na mdomo wake umemkonza. Kuna chuki, visa, matukio ya kutisha anapojua kufa kufa, ana ushakufa. Yote hayo kisa element.